Kuna setting nyingi sana kwenye kamera. Sasa ukiwa mpiga picha na hapa uh, kuna setting tatu ambazo ukiwa mpiga picha au videografa zinaweza zikakufaa, na hizi setting zipo karibia katika kila kamera ambayo utakuwa nayo, ukiwa na Sony, ukiwa na Nikon, ukiwa na ukiwa na Sony, ukiwa na Nikon, ukiwa na Lumix, ukiwa na Fujifilm hizi uh, setting ni utazikuta uwe na ni kampuni yote ya setting, kama ni professional hiyo setting lazima utazikuta. Na hizi setting tatu ambazo naenda kukuambia hapa sasa, ukiweza kuzisikiliza mpaka mwisho, zinaweza kusaidia sana na kutoa matokeo tofauti ambayo yanaweza kubadilisha sana picha au game yako nzima ya video na picha kwa ujumla. Na setting ya kwanza kabisa ambayo naenda kuzungumzia hapa ni setting ambayo inaitwa ISO. Hii ni setting ambayo ni jina yoyote photographer au videographer Yeah, nafikiri ndio setting ya kwanza ambayo naanza kuijua kuliko setting hizo zote. Na inafanyaje kazi ya ISO? Katika kamera hii ya ISO inavyofanya kazi ni kwamba ina inafanya kazi moja tu katika kamera, na inafanya kazi ya kuingiza mwanga. Kazi yake kubwa ni kuongeza mwanga. Sasa hii ISO ina madhara inapo itakuwa kubwa kuliko kubwa zaidi. Kwa mfano nikisema uh, kamera nyingi sana ambazo ni crop sensor wanashauri ISO isizidi mia nne kwa sababu gani ikizidi mia nne huo inasababisha noise kwenye picha, lakini pia inasababisha picha kutokuwa sharp, ne, yani kutokuwa na ushapu mzuri au kutokuwa na muonekano mzuri. Lakini pia kama ikiwa kubwa sana, a, picha yako inaweza kuwa imepauka ni inaweza kuwa haina muonekano mzuri, kama ukiwa unatumia ISO kubwa ambayo itazidi mia nne kwa crop sensor. Lakini wale ambao wa full frame wanashauri kuanzia mia nane au unaweza ukazidi ukafika mia nane. Lakini kama ukiwa unatumia kamera aina yoyote ile, ukiwa na uwezo wa kutumia ISO chini chini zaidi hata ya ISO ni ISO mia mbili itakuwa ni beta zaidi kuliko ukitumia ISO kubwa, kwa sababu ISO kubwa itakuharibia picha zako. Na hiyo setting ya kwanza ambayo naenda kuiongelea. Lakini setting ya pili ambayo naenda kuiongelea leo ni setting ya aperture. Aperture ni setting ambayo uh, wengi sana wanapenda kuita F stop kwa sababu kwenye kamera nyingi. Hii setting ya aperture ina kazi kubwa mbili katika kamera. Kazi yake ya kwanza inaongeza mwanga kwenye kamera. Hii ni tofauti na ISO kwa sababu inaongeza mwanga uh, haina effect mbaya kwenye kuongeza mwanga, lakini pia inatengeneza background kwenye picha au video yako ambayo utakuwa umeifanya endapo ukitumia hii apecha uh, labda moja apecha moja ukatumia labda apecha mbili au tatu uh, inaweza kukusaidia kuweza kupata bra nzuri sana yani kuseparate kati ya objekti yako na background. Ukitumia apecha ndogo inasaidia, lakini pia kama ukija kama hauna shida na brown, ataka picha ambayo ina sharpness nzuri apecha pei inafanya hivyo, endapo utatumia cha kubwa labda kuanzia nane kuanzia tano, ya kawaida ni tano nukta sita lakini unaweza kutumia nane kumi na moja inategemeana na eneo lako, amba kubwa labda kuanzia nane kumi na moja kumi ngapi huko na kuendelea, inasaidia kufanya picha yako na sharpness na detail zako ziweze kuonekana vizuri. Kwa hii ndio kazi ya aperture lakini kuna, kwenye aperture kuna baadhi ni, ni ya ba, hizi uh, objecti ndio na na kazi mbili za aperture za kwenye kamera. Kwenye na setting ya mwisho kabisa ambayo ni nzuri na inafanya kazi kwenye ukitambua kwenye kamera yako unaweza kubadilisha sana katika game lako ni setting ambayo inaitwa shutter speed. Shutter speed, ina ambayo inaitwa ina ina ina ina ina ina ina speed hii ni setting ambayo yenyewe inadaka, ni sema ina daka kwa haraka zaidi picha au movement zako ambazo unazifanya. Kwa hiyo ukiwa unapiga picha, shutter speed inatakiwa angalau utumie kuanzia 125 kupanda juu, kwa sababu inaweza ikadaka movement yote ambayo inaweza ikatokea hapo isiweke motion blur. Sababu kama ukitumia ndogo, na sasa kwenye picha ukitumia shutter speed ndogo, ambayo labda tuheshimu, labda ukatumia shutter speed, ikitokea hata mtu aka move akafanya hivi, kuna mawimbi ambayo yanawaga yanatokea. Lakini ukitumia shutter speed kubwa, hata kama mtu akiwa na movement ya kayumba akafanya nini, ina ina ina nasa kwa haraka na inaweza ina ina nasa kwa haraka, lakini pia inafanya ile picha yako isiwe na motion blur nyingi. Shutter speed kazi yake, kazi yake ndio. Lakini pia ukiweka ndogo, mwanga unaingia mwingi. Ukiweka ndogo chini, labda 80 kaweka mia ishirini na ngapi inaingiza mwanga mdogo, na hasa kwenye video, wakati tunatumia tunatumia ndogo, na hii wakati tunafuata frame rate ya kamera. Hili ni somo lingine, lakini inategemeana na frame rate ambayo tunayo kwenye kamera, ndio shutter speed inatakiwa iwe hivyo. Kwa mfano, mimi mara nyingi natumia frame rate ya ishirini na tano au sitini na shutter speed natakiwa uidabu mara mbili na frame rate yako, kwa unaweza kuweka sitini unaunatumia uh, frame rate ya thelathini au ishirini na tano kwa shutter speed wanaweka sitini au hamsini nategemeana na frame rate femt ambao unatumia kwaga. Kwa hizo ndo setting kuu tatu ambazo karibia kwenye kila kamera wakazikuta na ukizima sahizi, si hapa zinaweza kupa matokeo makubwa. Sina shaka na ambacho umejifunza leo, lakini kwa ya kwanza unajiunga na mimi, hakikisha una subscribe una share una like, lakini pia usisahau au usisike kuwaambia wenzio kwamba hapa kuna chimbo la madini, kwa hiyo tunagawana madini ambayo yapo. Kwa hiyo usisahau kusubscribe kwa ajili ya video zijazo uweze kujifunza zaidi na zaidi. see you.